Mara nyingi majanga mbalimbali mbali huja bila taarifa, hivyo kuna umuhimu mkubwa jamii kuwa na elimu ya kutosha ya kukabiliana na majanga hayo pindi yanapotokea ili angalau kupunguza madhara. Clouds kwa nyakati tofauti hapa mkoani Tabora imeshuhudia matukio kadhaa ya moto ambayo wakati mwingine yanasababisha athari kubwa kwenye maeneo tunayoishi, hali iliyochochea kupata mtazamo wa baadhi ya wananchi ambao wengi wao wameelezea kuwa elimu ikizidi kutolewa huenda ikawa mwarubaini wa kadhia hiyo. Kuna haja kubwa sana ya watu kupewa elimu kuhusu majanga haya ya moto. Sawa, nadhani watu wengi wanakuwa hawana elimu namna gani ya kuweza kujikinga na majanga haya au namna gani au wanapaswa kuchukua hatua gani za mwanzo kabisa pindi wanapoona tayari kwamba kuna moto umeshatokea katika majumba yao. Kwa hiyo kuna haja kubwa sana ya faya nao pia kupita pia katika majumba ya watu kuweza kuwapa elimu na kuwapa pia hizo faya extinguisher watu waweze kuwa nazo katika majumba yao anapotokea hata moto mdogo mdogo, mdogo. Sio mpaka wasubiri mpaka ukuo mkubwa ndio wawapigie wao waje. Pale tumepita hapo tunaona moto unawaka, tumesogea ndio ulikuwa unaanza chumba cha kwanza, tukapiga simu fire. Lakini faya amefika kwa wakati, ingawa ilikuwa changamoto ya mazingira na maji na nini. Kwa mimi nilikuwa napendekeza faya ingeanza kutoa hata semina, inaletisha hata watu masokoni, majumbani, inafundisha kwamba moto ukitokea, mnaanza na hatua hii na hatua hii na hatua hii, wakati huo mnapiga simu kule, msaada wahi kufika, watu washanga moto unawaka. Tumezungumza na, na afisa utawala wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Tabora, Mrakibu Mwandamizi wa jeshi hilo Omar Simba juu ya umuhimu wa kutoa elimu kwa jamii ya kukabiliana na majanga mbalimbali mbali, na hapa anatanabaisha jinsi walivyojipanga kutoa elimu hiyo. Kawaida vile vitu vinatakiwa viwe mpaka kwenye majumba ya watu. Kwa sasa hivi tunachoendelea ni kutoa elimu na kuwashauri wananchi hata kama hata kwenye majumba yao waweke vifaa vya kuzimia moto ili likitokea tukio waweze kuzima. Lakini sisi wenyewe tuko katika mpango mkakati wa kutoa elimu kuhakikisha kwamba vile vifaa vinakuwepo hata kwenye majumba ya watu, lakini nao pia waweze kutumia. Kutoka magharibi mwa Tanzania, mkoa ni Tabora, hii ni ripoti ya binamu Muungwana Hussein Mshenga, na hii ni Clouds TV.